Tena leo tutajifunza jinsi ya kuandaa wali wa mseto ambao tutakula na mboga ya kienyeji kidogo. Hii ni ya mapapai machanga haa, ni bichi kabisa hili papai, ndio kwanza limeanza kuonyesha kwa dalili ya kukomaa, inatakiwa tu liwe limekomaa, lakini tutaenda kuchanganya na nyanya chungu na cunguu, lakini tutaenda kuchanganya na hii hii Kiswahili kiwa kabila wanaita anajina lakealo, wanaita inaenda kushusha homa kwa haraka, lakini pia tutachanganya tuta na kivumbasi. Kiswahili sisi tunaita kivumbasi, lakini ni aina ya ambayo watu wanaotengeneza pizza huwa wanatumia hizi kuweka hieka. Hivi vitu vyote vina kazi kwenye mle wa binadamu kama ku, mwili kuwezesha mwili kujikinga na maradhi mbalimbali. Ndio lengo kubwa. Kwa hivyo nashauri tuwe tunatumia hivi vitu wakati tunaandaa vyakula vyetu ili mwili uweze kujikinga na maradhi na uweze kufanya kazi yake kama inavyotakikana. Kwa hiyo tutakuwa hivi ndio vitu vyetu vyote tutajumuisha hii mboga yetu ya leo. Lakini na tui la nazi pia ndio kiungo chetu. Hatutumii mafuta tutumie tui. Pia na wali wetu huu ndio mchele wetu. Pia, na wenyewe pia tutatumia nazi tutumie mafuta ambayo tutachanganya na hizi choroko, ndio ili uwe mseto. Karibuni sana, tunabandika. So, tuilete kwa ajili ya kutengeneza wali wa mseto. tutaacha tu mpaka ichemke, halafu tutaongeza vidomoze yetu. Limesha chemka tunaenda kuweka mchele wetu sababu choroko zetu hazijaiva sana na zenyewe tunaongeza hapo, zitachemka pamoja. Nasubiri mpaka maji haya yakauke halafu naongeza tui bubu hapa, ili wali wetu uweze kupata ladha nzuri. Fundo mseto sasa. Umuhimu wa mseto ni kwamba, huku kwenye wali tunapata hiyo carbohydrate, lakini huku kwenye choroko hizi tunapata protini na vitumisho vingine samboga yetu ya mapapai imesha karibia kuwa tayari, tunaongeza tuivie ili iweze kunoga, na tuona tumechemsha na tui jepesi. Unazumu, tutaonja kama chumbi yetu iko sawa. Hapo kwa mimi naona iko sawa sawa. Tasubiri mpaka madakika tatu ya, ya papai, Mbapa, kwa hii tuigugu liweze kuchemka halafu mboga yetu ya papai itakuwa tayari kwa kuliwa. Imesha okay, okay kuwa tayari hii. Hata kama watoto wako hawapendi kula, ukiwatengenezea hii watajitahidi kula. Imeshakuwa tayari mboga yetu ya mapapai na wali wetu wa mseto ambao tumechanganya wali na mchele na choroko. Hii mboga, mboga, mboga ni tamu. Kwa hiyo ni tamu, lakini ni salama kabisa, kutokana na fiber ambayo iko katika papai na nyanya chungu. Kwa hiyo una ni nzuri, jaribu kupika nyumbani kwako utaiona, lakini ni vyakula ambayo vinapatikana katika mazingira yetu ya kawaida kabisa, kini pia ambavyo ni vyakula ya asili na afya ambavyo tunaweza kujenga afya zetu kwa kutumia vyakula hivi. Karibuni sana. Tujifunze